Subhanahu ta'ala ambaye kwamba ametujalia mara nyingine tumeweza kupata na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi wa khairi, mwezi wa neema nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam Hadithi iliyopokewa na Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, wakati wa mwisho mwisho wa mwezi wa, wa, wa, wa, wa Shaabani, ilikuwa akiwapatia bishara nzuri maswahaba zake, akiwaambia kad adalakum shahru karimu shahru mubaraku, saa hivi umewaingilieni mwezi mtukufu

huo mwezi Ramadhani ndani yake kuna usiku mmoja kusimama huo ni bora kuliko miezi elfu moja. Kisha mtume anawaambia maswahaba, jaalallahu siyamahu faridha, mwezi huo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala akijalia swaumu ya mwezi katika ya mwezi huo ni faridha, ni lazima, ni watu wafunge waiama alayhi tatawaa, na kisimamo cha kuswali swala za usiku tatawaa ni kwa kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Kisha mtume awaambia masahaba zake, man taqarraba fihi bikhaslatin min alkhairi, mtu yoyote ambaye kwamba atajikurubisha ama atajitolea kufanya jambo lolote la heri katika mwezi wa Ramadhani, kana kaman adda fariidatan fi masiwa, thawabu za ile heri moja utahesabiwa ni kama vile umefanya jambo la faradhi katika mwezi ambaobasi wa Ramadhani. Ukiswali swala ya sunna katika mwezi wa Ramadhani, thawabu zake ni thawabu za faradhi za mwezi wa mwezi wa Ramadhani. Yani kwa mfano, mwezi wa Shaabani ulitokea adhuhuri yake ya Shaabani, thawabu ya ile adhuhuri ya mwezi wa Shaaban ni thawabu ya sunna ya mwezi wa Ramadhani. Ukiingia msikitini ukafanya sunna yoyote, ikawa ni sunna ya duha ama ni sunna ya qabliya ama baadia thawabu ya ile sunna moja ni sawasawa na thawabu ya swala ya faradhi ya mwezake kwamba sio warahma. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake, waman adda faridhatan fihi, na mtu yeyote ambaye kwamba atatekeleza jambo la lazima, jambo la faradhi Kana kama adda sabiina farmasiwa huyu tawamu zake ni tawamu za faradhi sabiini katika mwezi siwa Ramadhani. Yani adhuhuri moja ya Ramadhani, hii adhuhuri tulioswali sahihi, ama tukubalie, hii adhuhuri peke yake tawamu zake zichukuliwe adhuhuri sabiini katika mwezi aaapasia Ramadhani. Hii ni kheri nizakua Mwislamu. Alafu mambo yamusikitisha, utapata Mwislamu amefunga lakini haja kuswali, amefunga mambo ya kheri hayafanyi. Hii ni mtihani nizaslamu sa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapatia hizi habari masahaba ili wajibidiishe. kwa nini? Kwa sababu Ramadhani ni ayyamu ma'dudat, masiku machache ma'dudat, maana maanake maa maa ni masiku yenye kuhesabika. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam anawaambia masahaba, wa huwa shaharu sabr, ni mwezi wa subra. Utakujua mja na subra, usimwangalie katika mwezi wa Shabani ama mwezi mwingine. Utakujua huyu mja na subra, mtazame katika mwezi Ramadhani. kwa nini? kwa sababu amewacha kula, na si kwamba chakula hakuna nyumbani. Ukifungua friza yako ama friji yako, vyakula vyote vipo vipo, hata sasa hivi mchana wa Ramadhani, lakini umewacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pilaru chele, unaona ile inaiva, chai waweza kupika waweza kula, lakini asoge unapofunga ukawacha kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala, wala aliooa mke wake wa halali yuko pale liyouona, lakini akamwacha kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hii ni sabra kiasi gani? Na mtu ana subra katika uwezo wa Allah, lakini mtume anatuambia wasabru wasobru thawabu al-jannah Hiyi sobra ya momiyapatikana katika mwezi ya Ramadhani, kuanzia alfairi hakuna kula, hakuna kunwa, hakuna unajizuia na yale matamanio ya nafsi yako. Nafsi yako yathamani kula, unajizuia nafsi yako yatamani kunywa na uwezo uko wa kunywa, lakini ukajizuia kwa ajili ya kumridisha Allah subhanahu wataala. Basi dunia Uislamu jihisaru wewe, Mwenyezi Mungu lao atakuchukua sahifi wewe ni peponi, lakini upatikane katika haya mambo: umefunga, una swali, unafanya mambo ya khairati, unafanya yale mambo ambayo kwamba yanaykubisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru thawabuljanna, sabru malipo yake ni pepo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukupatia pepo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, wa shahru mwasa huu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba watumifu ukiwa na risi, shahru yuzdadu fihi rizqu lmumin, ni mwezi ambao kwamba rizqi ya mumin inazidi, inakuwa mingi si kama ile mwezi mwingine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia habari za wewe uliyemfunga, ukifanya wapata thawabu mingi sana. Anasema, man fatara fihi swaima, mtu yoyote ambaye kwamba atamfuturisha aliyefunga, kana lahu maghfiratan lidhunubi, huyu anasamehewa madhambi yake. Yaani wewe hujaomba msamaha umemfuturisha yule aliyefunga peke yake, kana lahu mahirata oni, huyu mwana anasamehewa, anasamehea madhambi yake. Masahaba ridwanullahi taala alayhi waliposikia hizi habari za kumfuturisha aliyefunga, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallahi, kuna wengine sisi ahalikigungu tatamani kufuturisha kufuturisha waliofunga lakini hali zetu ni ngumu, hatuna uwezo. Mtume anawaambia hakuna anayekosa uwezo wa kufunga, hata ile glasi ya maji peke yake ukampatia ya mwenzako, tama moja, ukamnyesha tama moja, ikawa e saumu yake anafungua kwa ile tama moja peke yake ya maji, unayeufa unahesabiwa pia wewe, upoteresha aliyefunga

tumkosea Allah mchana na usiku, lakini tumepatiwa njia ya kuyakuta haya ambayo kwamba tumeyafanya hayakuridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, sanyan muislamu kumpatia teni ugi yako muislamu, ili nawe usamehee madhambi yako. Hili si jambo gumu, nyepesi. Usinunue mineguta ya shilingi ishirini na tano hiyo yako ya ishirini na tano mpatie Muislamu wenzako, apige tama moja peke yake, saumu yake aifungue kwa maji yako, kana lahu mauraa dimumi. Huyu anasamehewa madhambi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha anasema, yule anayefungulisha -so, mtu saumu yake, jambo ya, la kwanza ni kusamehewa madhambi madhambi, waida rakabatihi minan nar na Allah subhanahu wa ta'ala anamwepusha na moto wa jahannam. Anamhesabu huyu mtu aliyefunga mwezake sawu ni miongoni mwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaepusha na moto wa jahannam. Kuna listi ya watu ambao kwamba wanafutwa katika moto wa jahannam huu mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi wa kwamba ikiwa umechora katika listi ya watu wa motoni kuna mambo kuyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala anakufuta katika ule moto, katika listi ya watu wa motoni, anakuweka katika listi ya watu wa peponi. Miongoni mwa mambo ambayo utayafanya ni kumfurahisha aliyefunga, kumfunguza yule aliyefunga, kisha wakana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shai yule aliyefungua somu ukampatia mwenzako tele ama mani, yule aliyekubali, yule kukubali kuchukua ile zawadi ya maji, ana thawabu zake, na wewe ambayo kama mefudhurisha una thawabu zake, na wote hao thawabu zao hakuna ambaye kwamba anapunguziwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi ni kheri ambazo kwamba anatupatia na hazipatikani katika mwezi mwingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Mwenye maulama watuambia, miongoni mwa neema nyingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mimi na wewe ambao kwamba tuko hai sahihi, tumejaliwa kuingia katika mwezi wa Ramadhani. wa min ni'matillahi 'azza wa jalla 'ala al-'abd anballagahu hadha shahr karima, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wataala ni kule wewe kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani. Asema hadhihi, neema hii neema ya wewe kufika katika Ramadhani. Hurimaha unasi, watu wengi wamenyimwa, wametamani na wao wameomba dua kabla, wameuma ua kufika, Allah awafikishe. Lakini Allah anamima inqabat ajaluhu muda katika neema kama hii umekwisha, wantaqalu bil mauti ila daril jazaa'i wal hisab. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawahamisha hawa watu kutoka katika jumba la matendo kuwapeleka katika daril jazaa'i wal hisab katika nyumba ya malipo na hisabu, ni akhira. Akawahamisha min dari dunya ila daril akhira, akawatoa katika nyumba ya dunia, akawapeleka katika dari l akhira. Wangapi nuzauaislamu tuawajua, ama hatuwajui, na wao wametamani Ramadhani wafike wafunge

za kusoma Qur'ani ya mwezi wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala a kwa mauti leo na wewe. Tumejaliwa Ramadhani, imetuingilia na hatuna uhakika kama tutaimaliza, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye imayoedua maisha yetu ma. Kwa hiyo mashekhe yatuhusia ikiwa umejaaliwa kufunga katika Ramadhani siku moja peke yake, siku moja peke yake, ile siku moja ya Uislamu itumie, kana kwamba hutoipata ile kesho. Siku ya leo itumie kwa kheri, kana kwamba kesho hutoipata, na iwapo kesho umeipata pia, ile kesho itumie kana kwamba kesho kuta yake hutaipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, i'mal lidunyaka kaannaka ta'ishu abada, ifanyie kazi dunia yako kana kwamba utaishi milele. Wa'mal biakhiratika kaannaka satamutu hadad, lakini ifanyie kazi akhira yako kana kwamba utakufa kesho. Yaani wewe umeletewa habari kuwa kesho ndio siku yako ya kwenda mbele ya Afi, kesho ndio siku yako ya kufa. Basi leo utumie, ili kifo kikupata kesho uwe una zawadi nzuri Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mwezi mwingine wenye zawadi nyingi kama huu wa Ramadhan. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa neema nyingi ni hii mwezi wa Ramadhani Mashekha anatuambia fakam min unasin swamu maan shahra ramadhan mina alami lmadia, wangapi wamefunga na sisi katika mwezi wa Ramadhani uliopita, walam yudriku shahr ramadan hadha lcamu, lakini miongoni mwa mipangilio ya Allah subhanahu wataala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Subhana ta hawakuwajalia kufika katika Ramadhani ingi tulionayo Fakam min unasin samu maan wangapi tuliofunga nao, tunaowajua marafiki zetu, ndugu zetu, mama zetu, baba zetu, hawa na ramadhani kama hini, Allah subhanahu wataala, tayari wao mahamurini, yaani ramadhani inawaingilia, wako chini ya ardhi, lakini mimi na wewe tukijuu ya ardhi ba na nabadowalozi Uislamu wafunga lakini ni uswali ama labda hufunga kabisa, ni hasara kubwa ulamaa tuambia hakuna jambo aykwamba bukbi atalia katika kaburi lake atajuta katika kaburi lake kama Ramadhani siku moja ili aukwamba si Ramadhani nzima, siku moja aliyoipoteza, kwa sababu tunaambiwa maiti yote atakaitiwa katika amburi yake, ikiwa ni waheri malaika wakaambusha, na Allah subhanahu wataala, muonesheni sehemu yake ya moto, hii ndio sehemu yake. Kila mtu hapa, kila binadamu anayo pepo yake na anao moto wake. Ikiwa ni mtu mwema, anaambiwa tizama ilikushoto hiyo pote unaoona ni sehemu yako uliyopangia. Nawalau ungelikufa ayakuwa kuwa maasi Allah, tungelikueka pale, lakini vile umefariki wewe, ni mtu wa kheri, sehemu yako ni hii bustani. Anaambiwa tizama katika janna, kiyama hii isimamishwa, pepo yako ni ile lakini sasa hivi kula neema za kaburini. Na mtu mwovu naye yuambiwa tizama kulia, anaonyesha pepo yake nzuri. lau ungelimtii Allah subhanahu wa taala, ungelikufa katika toa ya Allah, pepo yako ni hii. Lakini umekufa hali ya kuwa wewe umawasi Mwenyezi Mungu, moto wako niguo huyu. Mja wa shari atamwomba Mwenyezi Mungu subhanaa, ya rabbi, hebu cheleweshe ni kiyama kiama akisimame, kwa sababu yeye ile adhabu ya kaburi ikipimishwa, ile adhabu e na adhabu ya afara ya moto ile ya moto likubwa zaidi e, sasa iwalia ya rabbi, hebu cheleweshe hi kiyama isifike haraka. Na huyu akheri anapoona ile pepo yake li kubwa Hebu kiama ifanyike kesho, kiama ifanyike kesho, tukale hizi neema za kaburini, tukale hizi neema za janna. Mashaikh anatuambia siku moja peke yake itakayoichezea katika mwezi wa Ramadhani, hii siku ya leo sio siku thelathini ama ishirini na tisa ni siku moja pekee yake, utaonyeshwa kaburini, mja wangu nikujalia katika miaka yako yote, ramadhani kumi ramadhani moja pekeaaupatia ramadhani tisa umezichezea. Ama tumekujalia ramadhani arbaini, ramadhani kumi umezifunga vizuri, ramadhani thelathini hizi hapa umechezea. Umefunga a kuswali ama, lakini uko ukaangalia mambo ya mharamai. Hii umefunga lakini kwawaisla hiyo umefunga ikawa wamvania i yako mambo mabaya, hali yakuwa umefunga katika saumu, badala ya ueshughulishi na Qurani mtaja Allah, subhanahu wa taala, umekaa barazani, wamsengenya Waislamu zako. Ile saumu unainyonya polepole, leo mwenyewe unaivunja, inafika jioni ikihesabiwa, hakuna sababu hata moja uumanja mtum katika wale walawampunga mtu yamkomba ywasengenya katika mwezi wa Ramadhani, yoyote mukomba ywasengeye ama wewe unamsikiliza ndani ya sengenya kusengeni, lakini umekaa pale karibu wasikiliza stori na wewe weyo pia unaesabiwa musengenye, innal mustami'a shariqul qa'ili wa wahuwa ahadu lmutabini yule mwenye kumsikiliza anayesengenya, hata asichangie, usichangie katika yakule kusengenya, lakini ukajikubali, ukajistarehesha, unakusikia mwenzako wanakusengenya, inna lmustamia shariku lqaili wa huwa ahadu lbotabii. Wewe kuunga mkono yule mwenye kusengenya, na wewe, Mtume asema, unahesabiwa ni nyunguno waliosengenya. Sasa kuna mambo ya heri ya kusikiliza. Kuna mwenzako anasoma Qur'ani, ukaenda pale, usisome Qur'ani, kawa no, wamsikiliza na wewe wahesabiwa ni miongoni mwa waliosoma Qur'ani. Leo wangapi hawajui kusoma Qur'ani? Wangapi watu hawajui kusoma Qur'ani? Lakini bado kuna thawabu za kuisikiliza. Kuna mwenzako amekaa pembeni na anasoma kwa sauti Ende karibu yake, tia nia ya kuisikiliza Qurani, na wewe unahesabiwa siku ya kiyama umeisoma Qurani. Kwa hili zamu wa Islam, tufungeni Ramadhani, lakini tujue ya kuwa kunao ndugu zetu, baba zetu, dada zetu, mama zetu, na wao pia waliletania. Ile siku ya idi mwaka jana, siku ya idi ndogo, nazifikri ya Rabbi, tujalie Ramadhani ijayo sisi pike, mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuwafikishe na iko siku na sisi pia hivyo hivyo, ima Ramadhani tuimalize ama tusimalize. Kwa hiyo tusiangalie mwisho, tuangalie vile siku ambayo kwamba tuko ndani yake leo. Ramadhani ya leo uko ndani yake, itumie kana kwamba kesho utoipata. Funga leo, soma Qurani kwa wingi kana kwamba leo baada ya kufungwa saumu nitakufa kesho, sitoipata. Na iwapo kesho yake umeipata, ifunge kisawasawa, amka usiku. hakuna ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala maisha ni magumu, ni mazito. Hakuna mwezi wenye baraka kama huo mwezi wa Ramadhan. Ndio mwezi ambao kwamba yuzdadu fi rizqil mu'min, riziki yako inazidi milie Allah subhanahu wa ta'ala kuzidishia riziki. Shahru mubarak, ndio mwezi wa baraka. Mili Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako yatibie baraka. Waweza kuwa una kazi nzuri, wapate chakula kizuri, lakini hangina baraka. Maisha yako ni mazuri, waishi sehemu nzuri, ikiwa waishi sehemu nzuri bila kuona nzuri, hauswali, maisha yako haina baraka huu mwezi wa baraka, Allah subhanahu wa ta'ala akupatie baraka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu siku ya leo ikipita hairudi tena mpaka mwakani, na mwakani nayo kuipata ni majaaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Ramadhani hii ama siku hii ya leo ni Ramadhani yapa ya mwisho kwaizauislam itumie Maulama wanatuhusia tushukulie mazingatio ya wale waliopita, ambao kwamba walitamani kufunga Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala kujalia, wewe umejaliwa, wala haimaanishi wewe ni hai mwema kuliko wao, haimaanishi kuwa wao ni waovu, la. Kila mtu mda wake wanafika au kuondoka katika mgogo ardhi wakaondoka. Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu tumuombe allah subhanahu yani wataala matendo yote ambayo watu wanafanya kwa ajili ya kuhakikisha yeye ayakubali somu tunayofunga tusifunge kwa sababu tu ni ramadhani ni lazima kufunga tufunge kwa sababu utagamaliko kwa allah subhanahu wataala tumetuambia yoyote kwamba mansama ramadhana imanan wa ihtisaba sio kufunga tu kuna watu wanafunga leo kwa sababu gani? imbazima kufunga, mwanangu ni mdogo, kine anifunga lafumi nsifunge, aibu, acha mimi nifunge. Usifunge hivyo, funga ukitarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ni kwamba atafunga kwa nia hiyo, mimi nafunga inshallah, nikishafunga mavinzi natarajia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nimepata thawabu ya somo. Mtu wa namna hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, madhambi yake yaliyopita usamehewa. Yaani ukifunga kwa imani, ukifuturisha aliyefunga, thawabu unapata za kufunga na pia madhambi yako usamehewa. Kwa hiyo, tusifungeni kwa sababu ni ramadhani kufunga, lakini tufungeni